Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mahakama ya ardhi na mazingira mjini Malindi imefutilia mbali rufaa iliyowasilishwa na kampuni ya Amu Power kupinga uamuzi wa mwaka elfu mbili kumi na tisa wa jopo la mazingira lililobatilisha kibali cha tathmini ya mazingira kuhusu mradi wa kawi ya makaa uliokuwa uanzishwe kaunti ya Lamu. Uamuzi huo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na wakazi wa Lamu pamoja na wanaharakati wa mazingira, umeunga mkono uamuzi uliotolewa na jopo hilo Juni tarehe 26 mwaka 2019. Uamuzi huo ulisitisha ujenzi wa kituo cha kwanza cha umeme wa makaa ya mawe Afrika Mashariki ambapo wamiliki wa kampuni walikata rufaa baada ya kutoridhishwa na uamuzi huo. Akitoa uamuzi huo kwa njia ya kidijitali akiwa jijini Nairobi, jaji wa mahakama hiyo Francis Njoroge amesisitiza kwamba kushirikishwa kwa umma, ulinzi wa mazingira na heshima kwa haki za kikatiba haviwezi kupuuzwa.

Hawa watu wote walikuwa wana shida, wana taabu na wanahofia maisha yao na chakula zao na mazingira yao kwa sababu ya mradi huu wa sumu ambao laiti kama ungekubalika huyo pale basi, namaanisha Lamu ingepotea, maisha ya wakazi wa pale yangeharibika, na tungekuwa sisi hatujijui, hatujitambui. Therefore, it means that if public participation was not followed in accordance uh, with the constitution in accordance with the Environmental Coordination and Management Act and its regulations Therefore, the foundation of the entire project, as well as the foundation of the entire Environmental Impact Assessment License, uh, then cannot stand. Leo tuna furaha kubwa kuwa Mungu yuko nasi, kwa sababu sisi ni jamii ndogo ambayo tumetoka kule Lamu na tumekuwa kotini kuishtaki serikali ku kuweza kuondolea mbali mradi huu kwa takriban sasa miaka minane, na leo haki imepatikana, kwa sababu ile apili ambayo ilikuwa kwa imewekwa imeweza kubatilishwa, na kipengee muhimu kilikuwa ni cha public participation. Kwa hivyo, Wakenya wenzangu, tuelewe kuwa katiba imetupatia sisi fursa kubwa ya kuweza kutoa maamuzi katika maendeleo ambayo yanafanywa.